Mzigo unaanza kwa kumbukumbu ya zamani, wakati mhusika wetu mkuu Victor alipokuwa mvulana mdogo. Siku moja yenye nuksi, yeye na familia yake walipata ajali baada ya gari lao kudondoka kutoka darajani. Ingawa Victor alinusurika, baba yake hakufanikiwa kupona kwenye ajali hiyo. Sasa akiwa kijana, Victor hupatwa na ndoto mbaya kuhusu ajali hiyo. Asubuhi moja anakataa kwenda shuleni kwa sababu wanafunzi wanapelekwa matembezi milimani kutazoma kupatwa kwa jua, lakini Victor anaogopa kuwa hofu yake itamshinda wakifika kileleni. Hata hivyo, mama yake kwa kumwahidi kuwa baba yake atakuwa naye kila mara kumlinda. Wakati huo huo, miaka elfu iliyopita, shaman mmoja anafanya uchawi wa kumsaidia kupata kifaa chenye nguvu kinachoitwa jiwe la nguvu, analotaka kulitumia kutawala dunia nzima. Akaunti yetu inafuatiliwa na maelfu ya watu, cha msingi ni ku search hapo hapo juu Annu Swahili, halafu subscribe akaunti yetu. Unaweza kukoment pia, kama mimi hapa naandika hivi: natokea Mbeya, napenda movie zako. Hii itakuwa bomba sana. Tunaendelea tulipoishia. Moto mbele yake unatengeneza umbo na kichwa cha joka linalofanana na picha kwenye jacket la Victor. Ni hatari sana katika wakati wa sasa. Victor akiwa katika matembezi ya shuleni anafurahia akiwa na rafiki yake wa karibu, Vichek. Victor amebeba fataki huku Vichek akiwa amebeba kipaza sauti cha utani. Baada ya kutembea msituni wanawasili kwenye daraja. Victor anakwama katikati ya daraja kutokana na uoga, hivyo Vichek analazimika kumrudisha nyuma huku darasa lote likimcheka. Akiwa amedhalilika, Victor anakimbilia msituni na kujificha karibu na jabali. Baadaye Vichek anampata na lakini ghafla kupatwa kwa jua kunaanza. Tetemeko kubwa linatokea na Vichek anateleza na kuning'inia kwenye mwamba. Victor anataka kumsaidia lakini hofu ya urefu inamfanya asisimame. Kabla hajajikusanya mlango wa kichawi unafunguka nyuma yake na kumvuta Victor pamoja na kipaza sauti cha Vichek. Victor anapofumbua macho anajikuta kwenye jabali lile lile lakini miaka elfu nyuma. Karibu yake kuna mwanamume mwenye mavazi ya vita, anaitwa Olesko, anayeshambuliwa na askari wa adui wanaoitwa Kumans. Olesko anawashinda kirahisi, lakini kiongozi wao Andak anafika na askari zaidi Victor anajikwaa na kwa bahati mbaya anawasha kipaza sauti, akiwakatisha askari waliomshambulia, hivyo kumpa Olesko nafasi ya kukimbia. Olesko anamchukua Victor kwa farasi kabla ya askari hao kumkamata. Baadaye wanafika mtoni ambako Olesko anamwita roho wa maji kutengeneza njia ya kuvuka. Baada ya kuvuka, njia inapotea na kuwafanya Andak na askari watishio washindwe kuwafuata. Olesko anampeleka Victor kijijini chenye ngome imara. Wakazi wanamshuku kutokana na mavazi na lugha yake, wakihofia kuwa ni jasusi, hivyo wanamfunga. Wakati huo huo, Andak anamfuata Shaman na kumweleza kushindwa kwao lakini Shaman anafurahia kusikia habari za mvulana mwenye mavazi ya ajabu, anayeamini huyo ndiye atakayewaongoza kwenye jiwe la nguvu. Baadaye pisikali ya Kinyaturu aitwaye Olenka anamtembelea Victor na kumletea maziwa. Olenka anakuja kumtoa gerezani na kumpeleka mtoni kufanya jaribio ili roho wa maji atambue kama Victor ni mwema au ni jasusi. Anamrusha Victor ndani ya maji, mikono yake ikiwa imefungwa, lakini roho anamtoa bila kumdhuru, anaonekana kuwa wa kuaminika. Victor anakubalika kijijini na anatambulishwa kwa wazee wa Kinyaturu rasmi pamoja na mashujaa wa kijiji Olesko, Ilia na Doya pamoja na mzee mwenye hekima Obi. Majina yao yanamfanya Victor kutambua kuwa hawa ndio mashujaa wanaoimbwa katika mashairi ya kale. Victor anasema anatoka miaka elfu moja na wanaposhuhudia kipaza sauti chake wanamwamini. Victor anauliza jinsi ya kurudi nyumbani na Obi anasema watafanyia uchunguzi jioni. Olesko anakuja na habari kuwa roho wa maji amesema kuna njia ya kumrudisha Victor, lakini anahitaji kumtafuta mchawi anayeweza kumfundisha kufungua mlango wa wakati kwa nguvu. Olesko anajua anapoishi mchawi. Siku zinapita Victor anajifunza kupiga upanga na mishale, anaonyeshwa mnara mrefu wa walinzi unaotazama mewote anamwona pia tu hene mfungwa wa Kuman aliye kwenye pingu karibu na mnara. Victor anaondoka kijijini kumtafuta mchawi kwa kutumia ramani. Anamkuta Olenka akikusanya uyoga na anamshawishi awe mwongoza njia, bila kujua kunguru wa Shaman anawafuata. Wanatembea hadi kupita kwenye mwanya mwembamba kati ya miamba mikubwa. Ghafla Victor anaingia katika nchi tasa, ni fumbo la mchawi. Anasikia sauti zikimtaka aseme woga wake mkubwa bila kudanganya. Kwa uaminifu, Victor anaeleza kuhusu ajali ya gari na hofu ya urefu. Mchawi anakubali kumsaidia. Mchawi anamwambia kuwa jiwe la nguvu linaweza kumsaidia kufungua mlango wa kurudi nyumbani lakini Kini linapatikana mahali ambapo wasio na mabawa hufanya viota vyao, na ataonekana atakapopanda upepo. Ni mtu tu anayegusa moyo wa mwingine kwa moyo wake atakayefanikiwa kupata jiwe. Victor anarudishwa msituni na Olenka, wanaamua kuwa kiota cha wasio na mabawa ni kijiji cha story. Wakiwa wanaenda huko, Victor anatengeneza tenga na anaitumia kupaa kwa kutegemea upepo. Tenga linaanguka kwenye bwawa na Victor anaingia majini kufuata kamba, anapata jiwe la nguvu. Kunguru wa shaman anaona yote na kwenda kutoa taarifa. Askari wa Kumanu wanakuja wakawateka Victor na Olenka na kuliteketeza kijiji cha story. Wanajeshi wa ngome wanapata habari kupitia mnara wa walinzi na kwenda kupambana. Wanawashinda Kumanz. Victor na Olenka wanaokolewa, ila anaapa kumsaidia Victor kutafuta mlango wa wakati, lakini Obi anasema lazima wasubiri dhuruba kwa kuwa Mungu aliyetengeneza jiwe ni bwana wa radi. Jiwe hufanya kazi tu wakati wa radi. Victor anatembelea nyumba ya Obi na kuona mzee huyo akitengeneza mashini ya kuruka. Victor anamfundisha kwa kutumia ndege ya karatasi, wanatengeneza mabawa ya kuruka. Obi anasema sehemu salama ya kuficha jiwe ni juu ya mnara wa walinzi. Victor anaogopa kupanda juu, lakini anashauriwa kukabiliana na hofu yake. Wanaenda juu na kulificha jiwe chini ya mawe. Shaman anaona yote kupitia moto wake wa kichawi. Dhoruba inakuja, mawe ya barafu yanampiga Tuhen aliyefungwa kwenye kifungo. Victor anamfunika kwa gunia la zamani na kumsaidia kupona. Usiku radi inapiga mawe juu ya mnara na jiwe linadondoka chini karibu na kifungo cha Tuhen. Tuhen analitumia kuvunja kifungo na kutoroka. Anaiba vitu kadhaa, likiwemo jiwe na kwenda kwa kambi ya Cumans. Shaman anaamua sasa wanamuhitaji Victor ili lijifanye kazi. Asubuhi kijiji kinaona jiwe limeibiwa. Victor na Obi wanaendelea kukamilisha mashine ya kuruka. Baadaye Obi na Olenka wanaenda kukusanya matumbi lakini wanavamiwa na Cumans. Olenka anatekwa. Obi anajeruhiwa vibaya na kufariki. Baada ya kurudi kijijini, Olenka anapelekwa kwa Andak. Andak anachukua ndege ya karatasi aliyopewa Olenka na kumtuma kunguru kuipeleka kwa Victor. Victor akiipokea, anaamua kwenda peke yake kwenye kambi ya Cumans. Anaambiwa awashe jiwe ili Olenka aachiliwe, badala yake Victor anawasha fataki zake, akazusha vurugu na moto, lakini anaishia kukamatwa pamoja na Olenka. Wanapewa nafasi ya mwisho kuamsha jiwe. Victor anakumbuka fumbo la mchawi na kuelewa, moyo kwa moyo inamaanisha nguvu ya uhusiano wa binadamu. Anamshika Olenka, wanashika jiwe pamoja na nguvu za jiwe zinaamka. Shaman analinyakua. Andak anamwamuru Tuhen kuwaua vijana, lakini ana sita kwa kumbukumbu ya wema wa Victor. Badala yake anawaachia na kuwapatia farasi. Victor na Olenka wanarudi kijijini na kutoa onyo la shambulio linalokuja. Siku inayofuata jeshi la Cumans linafika pamoja na golem, jitu la miamba linaloendeshwa na nguvu ya jiwe linarusha jiwe linarusha kubwa na na kubomoa lango la ngome. Olesko anatoka nje kulivuta golem limfuate, analidanganya na kulifanya a kemtoni ambako roho wa maji analishika. Wakati huo kupatwa kwa jua jingine linaanza. Andak anaamuru jeshi kushambulia, lakini wanakijiji wanapigana kwa ujasiri. Wanapoanza kushindwa, Shaman analitoa golem tena mtoni. Victor anapanda juu ya mnara na kutumia mashine ya kuruka kumfuata Shaman. Anapata ujasiri kutokana na maneno ya Obi na kuruka, anatua kwenye jabali alipo Shaman na kumsukuma chini na kuchukua jiwe. Andak anafika na kupigana na Victor Victor. Victor analitupa jiwe mtoni ili kulinda, golem linaanguka na kutawanika kuwa majivu. Andak aliyetepetewa na hasira ana Jaribu kumuua Victor lakini Olesko anawasili na kupigana naye. Andak anaanguka na kukufa kama Shaman. Baada ya hapo, Olesko anampeleka Victor kwenye kichaka chenye mlango wa kichawi. Victor anaingia na kujikuta amerudi katika wakati wa sasa, mahali ambapo Vichik bado ananing'inia kwenye mwamba. Sasa Victor hana tena hofu ya urefu, hivyo anamwokoa rafiki yake. Darasa lote linampigia makofi. Mwaka mmoja baadaye Victor anapata jiwe lenye umbo la moyo msituni, analigusa na anahisi uwepo wa Olenka upande wa pili. Usisahau kufollow akaunti yetu inayoitwa Annu Swahili. Tukutane tena wakati mwingine.